Familia moja ya eneo la Eregi kaunti ya Kakamega inadai haki baada ya mwanao wa miaka kumi na tatu wa gredi ya saba shule ya St Mugaga Ikhulili kudaiwa kudhulumiwa kimapenzi mnamo Jumamosi na raia wa Uchina ambaye anadaiwa kutoweka. Tumepata wageni, vile mwenzangu wamesema, badala ya mgeni akikuja mahali mwenyeji afurahie, kumbe kumba mgeni akikuja mwenyeji analia. Hawa wageni wetu ndio wa Wachina wamethurumu watoto mimi kama mama ninasikia uchungu sana, na sio mtoto mmoja. Ninaomba serikali iteremke chini, wafanye investigation. Watoto ni wengi wametumika, na wamewachiwa magonjwa, mimba na vitu zote zenye zinaweza wachwa. Nashangaa kwamba hao wachina wanaona watoto, kwa nini wasione wanawake wamekomaa kama sisi? Mimi niko kwanza, mimi niko fuli, mchaina nitafute nilale na yeye, kama nikulala kuna msumbua pale ya kuharibu watoto wetu. Hiyo tumekataa kabisa, mimi nimekataa kabisa. Ninaomba serikali tuko na MCA mpaka juu president. Wameona hii ni citizen. Watelemeko huku chini watupe haki. Mtoto amedhurumiwa haendi shule. Hata mtoto kutembea ameshindwa kutembea. Mtoto ameharibiwa na wachina, sio ni wote watano wanamlala kila usiku. Mtoto ameshindwa kutembea. Haezi enda shule kwa sababu kuna victimization. Kulingana na wazazi wa mwathiriwa, mshukiwa ambaye hufanya kazi ya migodi eneo hilo ameenda mafichoni, huku polisi wakiwazuilia wenzake watatu. Aidha, wazazi wanasema ripoti ya hospitali alikopelekwa mwathiriwa inathibitisha kuwa mwanao alidhulumiwa kimapenzi na wanataka mshukiwa mkuu kutiwa mbaroni. Wakanibeba, wakaniweka kwa gari mpaka police station enyewe, wakaniambia mtoto inafaa aenda apimwe hospitali mtoto akaenda akapimwa akapatikana yenyewe ame amedhurumiwa. Tukatoka huko tuka, tukarudi police station, tukaandikisha statement, na hiyo statement tuliandikisha mimi tu tukuona hiyo statement penye ilipelekwa, ilibaki tuko police station hapo. Na hapo wakaambia watu wakuje, wakaambia ma-Chinese wakuje. Sasa sijui venye waliambia ma Chinese niliona tu kidogo pesa zimepewa watu hapo, wameanza kuninia hapo tu kwa dakika tu, na hiyo kitu ikasimama tu hapo hivo. Mimi nikabebwa na mtoto na wa Chinese tukapelekwa Kakamega, tukakaa huko tena Kakamega, wakaitisha hizo documents zenye tulitoka nazo hospitali, wa askari nao walikuwa wamekwamilia huko police station hawakupeana sasa tukashindwa tutafanya aje, askari wa sasa tutawasaidia aje, tunataka maneno yenye ilikuwa huko na wakupea, na sasa tukaandike statement nyingine mpya tu huko Kakamega, hiyo ikabaki huko. Mtoto akasema yenyewe mchinesi alimchukua, na huyo mchinesi anaitwa Susura na Susura mwenyewe ayuko kwa machinesi wenye wako kwa kwa jera mimi nataka haki ya mtoto peke yake, ndio mimi nataka. Wakabuku hapo, tukachukua mtoto tukapeleka mpaka hosi kuu, tukaleta matokeo polisi na maofisa wa Eregi. Mtoto alikuwa na nyenyesi huku chini, akakuwa na amefa, ameendewa, amekuwa mwanamke. Hiyo ndio matokeo ilitokea, na wakasema ako na kitu kama kisununu. Hiyo matokeo ilikuwa inatokea hivyo ndio wakubwa Kakameka wakapika simu kwa OCS, wakasema mchukue mtoto mlete paka wapi? Kakameka. Kabla tuende Kakameka tulienda kuchukua ma Chinese kwa sababu tuliona kama watesa hepa, tukashika ma Chinese waine mmoja akatoroka he? Tuka, tukaangalia kwa simu ya OCS, kwa sababu mtu alikuwa amemtumia mapige ma Chinese wote tukapata yule mwenye alikuwa analala na huyu mtoto huyo, Chinese amehepa Akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi Khayega Daniel Mukumbu alisema tayari wameanzisha uchunguzi na kuwakamata raia watatu wa Uchina huku mshukiwa mkuu akitoweka. Nikiripotia kiripotia Kurunzi, mimi ni Brenda Korir.